Nchi yoyote ukitaka kutawala ni kama nyumba unaohamia, ni lazima ufanye usafi kwenye ile nyumba. Mimi siwezi kuongoza nchi ambayo iko chafu. Ili niweze kuongoza vizuri, ni lazima nifanye usafi. Nitaondoa kiwango cha lami, lami inatugharimu sana. Nimeamua kama serikali yangu, Ndiyo. nitaponda mawe kila wilaya nitaweka klasha la mawe Diyo. Vijana hawa waweze kupata ajira, tuweze kumwaga barabara ya zege. Hiyo ndio Tanzania inayohitaji. Sisi tuna vyanzo vya kutengeneza miundombinu ya barabara, tuna viwanda vya simenti, tuna viwanda vya simenti, tuna matirio ya madini ambayo yanasababishwa na simenti. Nitakachofanya kama inavyoahidi Tabora hii nitaweka senta ya kuweka kiwanda cha serikali cha simenti. Nitafunga klasha kila wilaya kukoboa mawe kuchonga mawe tuweke lami sehemu zote, ili mkulima huyu, ndugu zangu, anapotaka kusafirisha mazao yake asisumbuke hata kipindi cha mvua. Tabora we, hiyo ndiyo Tanzania ninayohitaji. Tarehe ishirini na tisa Tarehe 29, kapigeni kura, nichagueni mimi Kunje Ngombale Mwiru, muone matunda yake.